Kura yangu mimi ilete mabadiliko makubwa sana. Tutakapokwenda kupiga kura tusikosee, tumchague kiongozi ambayo tunajua atatuletea manufaa ya baadaye. Kura haina mipaka, haijui tofauti, inamhusu kila mmoja. Ushiriki uchaguzi si kwa wachache, bali ni haki ya wote. Hata wale wanaoishi na ulemavu nao wapo tayari kusimama na kusema kusima nami, nina sauti yangu. Kwa majina anaitwa Zuhra Ramadhani. Ah, mimi ni mwanafunzi wa pande ya ushonaji, na shukuru tumejiandaa vizuri kwa ajili ya uchaguzi ulioko mbele yetu. Kwa majina anaitwa Paulo Martin Mjagila ni mlemavu ni mlemavu ulemavu wangu ni mtu asiyeona, katika chuo cha watu wenye ulemavu Sabasaba. Nimejiandaa vizuri sana hiyo siku ya tarehe ishirini na tisa kwa ajili ya kufanya maamuzi sahihi na kufanya haki yangu ya msingi kabisa kumchagua yule kiongozi ambaye nitamwona mimi atafaa katika kuniongoza na kunipeleka katika nchi ya ahadi. kwa majina anaitwa nasomea kozi ya umeme katika chuo cha sabasaba BTC. Kuhusu swala la uchaguzi hapo ni kama tunachagua rais ambaye anaweza kutupa usalama wa wananchi, kutupa ma utulinzi wa mali zetu, vile vile kutupa viongozi bora ambao wanaweza kutujengea kila kitu au kutengenezea mataifa yakawa mazuri vile vile, kula yetu inahusiana na watu waliofikia miaka 18. Kwa majina, naitwa Gelvas Enos Juvenali, ni mwanafunzi wa chuo cha sabasaba Singida VTC, chuo cha watu wenye ulemavu, nasoma fani ya useremala. Kuhusu swala la uchaguzi, kwanza tunaishukuru serikali kwa namna ya pekee, baada ya kutambua kwamba kumbe sisi watu wenye ulemavu nasi kupiga kura ni haki yetu ya msingi, na wakaweza kututengenezea e, yale mazingira kwa ajili ya kutufanya na sisi watu wenye ulemavu tuweze kupiga kura kwao. Elimu ya uchaguzi ni zaidi ya maneno, ni dira ya usawa. Wanajifunza, wanashiriki na wanathibitisha ya kuwa ulemavu si kikwazo cha uraia bali ni nguvu ya mabadiliko. Kuhusu swala la uchaguzi, kwetu sisi watu wenye ulemavu tumepewa semina mbalimbali, namna ya kupiga kura, lakini pia tunavyoendelea kumshukuru Mungu, kituo cha kupigia kura tunashukuru Mungu kwa kwani kwa sababu ni hapa hapa kwetu chuoni kwetu, hakuna haja ya kwenda mbali, tutapigia hapa hapa kura. Kila sauti ina thamani, kila kura ina nguvu. Makundi haya yanaonyesha njia ya kuwa Tanzania yenye ushiriki wa wote. Inawezekana kama kila mmoja ataona thamani ya haki yake ya kidemokrasia. Pia naendelea kwa amasi wenzangu ambao awaelewu kuhusu uchaguzi ambayo tunaenda kuchagua rais ambaye atatupasa kwa malengo yetu ya baadaye. Toka kampeni zimeanza nimeshiriki, nimesikiliza sera. Uh, wako vizuri, wako vizuri uh, Kiongozi ninayemtaka mimi kwa upande wangu uh, namtaka kiongozi ambaye nikimchagua na imani atatufikisha eh, kwenye nchi ya ahadi, ambaye ataweza kusikiliza vilio vyetu, hasa sisi watu wenye ulemavu, ambaye ataweza kutusaidia ili nasi tuweze kutoka sehemu kwenda sehemu nyingine, ndio. Ah, kura yangu mimi ilete mabadiliko makubwa sana, kwa sababu mimi kama kijana nafahamu vijana, changamoto ni nyingi. Kwa hiyo yule kiongozi tunaenda kumchagua, tunaomba hasa sisi vijana, aweze yani, kutusimamia, aweze kuwa kiongozi bora kwetu. Na nawasihi pia vijana wenzangu, tutakapokwenda kupiga kura tusikosee, naendelea kuwasisitiza tusikosee, lakini pia mchague kiongozi ambaye tunajua atatuletea manufaa ya baadaye. Kuna manufaa aina nyingi, mmojawapo mikopo ambayo tunaendelea kuiona iendelee kuwepo. Tukutani oktoba 29, 2025 kuwachagua viongozi ikiwemo rais wa bunge na madiwani.